Madiwani wa kata mbalimbali za halmashauri ya mji Nanyamba wamekula kiapo pamoja na kufanya uchaguzi wa mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa halmashauri hiyo. Hayo yamejiri leo Disemba 5, 2025 katika ukumbi wa mikutano wa halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara. Akizungumza mara baada ya kula kiapo, mwenyekiti wa halmashauri pamoja naye katibu tawala wa wilaya ya Mtwara wamewataka madiwani kushirikiana katika kuibua vyanzo vipya vya mapato katika halmashauri hiyo. Halmashauri yetu ina tatizo, changamoto ya mapato tunaomba tujipange, mkurugenzi. Ndio maana nasema naomba tushirikiane kwa sababu halmashauri yetu bado mpaka sasa hivi tuna miaka kumi kwenye uchanga tayari umeshatoka, nategemea tushirikiane kuibua vyanzo vipya vya mapato. Tukishaibua vyanzo vipya mapato halmashauri itakuwa inakusanya mapato na kazi za halmashauri zitakuwa zinafanyika kama kawaida na wananchi wetu watakuwa watakuwa tayari kupata maendeleo kama hatutafanya hivyo basi tutakosa kutimiza wajibu wetu. ombe mashauri ya wa madiwani, tuweze kuibua vyanzo mbalimbali vya mapato ambayo viko kwenye maeneo yetu, ili tuweze kumsaidia mkurugenzi katika kukuza uchumi na mapato ya halmashauri ya mji Nanyamba, kwa sababu tunafahamu umuhimu wa mapato ya ndani kwenye maeneo yetu, kwamba ni fedha ambazo zinabakia kwa, amba kwa asilimia kubwa kwenye kwa ajili ya maendeleo ndani ya halmashauri yetu. Mheshimiwa Rais ameishaelekeza mambo mengi, na sisi kama wasaidizi wake, waheshimiwa madiwani wa bunge, twende tukamsaidie katika eneo hilo kuhakikisha kwamba halmashauri hii inakusanya mapato kama ambavyo mmeweza kupitisha kwenye sheria ndogo za halmashauri ya mji Nanyamba. Lakini kitu kingine ni kwenda kusimamia miradi miradi kwa fedha zinazotoka serikali kuu, lakini kwa mapato ya ndani kwenye maeneo yetu kuna miradi ambazo serikali imekuwa ikielekeza sisi waheshimiwa madiwani ndio wenye wa vitu wa maendeleo kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo naombe sana tukasimamia miradi, lakini pia nakusikiza kero za wananchi ambao wapo kwenye maeneo yetu. Naye mkurugenzi wa halmashauri ya mji Nanyamba amewataka wakuu wa idara na vitengo kufanya kazi ya kuwatumikia wananchi wa Nanyamba. Niwaombe wakuu wangu wa idara na vitengo, tuendelee pale ambapo tulipoishia twende tukafanye kazi kama ambavyo wananchi Nanyamba wanavyotuhitaji. Sisi tumekuja hapa wakuu wa idara na vitengo, lakini pia na waheshimiwa madiwani wamechaguliwa wa halmashauri hii ya mji Nanyamba, kwa kusukuma gurudumu la wananchi Nanyamba. Twende tukafanye kazi twende tukashirikiane na wananchi, twende tukajibu matakwa ya wananchi, twende tukaongeze uchumi wa wananchi wetu wa halmashauri hii ya mji Nanyamba. Upande wake mbunge wa jimbo la Nanyamba ametoa wito kwa madiwani waliotokana na vyama pinzani kufanya kazi ya wananchi kwani sasa si wakati wa siasa za majukwani. Wasihi madiwani wenzangu kutoka chama rafiki, vyama rafiki. Uchaguzi sasa umekwisha. Tulikuwa kwenye majukwaa pale, tunasema mambo mengi sana. Mkurugenzi ameongea sentensi moja fupi, lakini na maana huku tutakao kwenda kuwahudumia wananchi. Sasa hivi kuna katiba ya nchi, kuna sheria, kuna kanuni na miongozo ya serikali, lakini pili, tuna ilani ya Chama cha Mapinduzi, ndio ilani inayotekelezwa sasa hivi kwa hiyo inawezekana tuliahidi vitu vingine ambavyo kwa sheria katiba na ilani haviwezi kutekelezeka, tusiende kugombana na watendaji. Watendaji wetu wapo kule kwa ajili ya kutafsiri sera, sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo naombeni sana waheshimiwa madiwani toka chama rafiki, uchaguzi umekwisha, twendeni tukawahudumie wananchi. Baadhi ya madiwani waliohudhuria katika hafla hiyo wamesema kuwa matarajio yao ni kusimamia maendeleo ya wananchi bila kujali itikadi. Kwa jina letu alimu wa Mohamed Nguleweka, ni diwani viti maalum kata Nanyamba. Matarajio yangu nipo pa diwani viti maalum, nitasimamia maendeleo ya wananchi wote, sitaangalia itikadi ya chama, hasa upande wa kina mama. Akina mama wana changamoto sana pale wanapoenda wanapoomba mikopo, nitawasimamia mpaka nafanikisha zoezi la mikopo, wanapata wanaendesha kwa wakati na pia nitasimamia maendeleo maki, mimi nimeletwa na wananchi na wananchi wanataka ki, nini ninyofanyie, nitasimamia maendeleo kwa maslahi mapana, sio kwa kujiridhisha mimi mwenyewe peke yangu. Alhaji Lipwelele, diwani ya Mtumbuka, al ya wa kata ya Namtumbuka, halmashauri ya mji wa Nanyamba. Tarajio yangu ni kwenda kuchapa kazi kwa sababu naamini wana Namtumbuka walishaniamina tangu ishirini kumi na tano lakini ishirini ishirini kwenda ishirini ishirini na tano kwa ni diwani mzoefu na miaka kumi ya halmashauri kwa maana na, sasa niwe na kazi kubwa sasa kuhakikisha nakwenda kusimamia maendeleo kwenye maeneo yangu ya kata Namtumbuka na halmashauri kwa ujumla. Kwa matarajio makubwa ni kwenda kwenye kuongeza spidi ya kazi, ili wale wananchi walionichagua wale wakuniamini waone matunda ya kuniamini na kunichagua kuwa diwani wa kata Namtumbuka. Kiripoti kutokea hapa katika ofisi za halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara.